Yule mtu naye msaidia sana, ndiyo huwa anageuka kuwa adui yako sana. Kuna watu hapa wanawaza askofu, imiani shida yangu. Kuna binti mmoja nilimtoa kijijini, alivyokuaga, ukimwona anakuonyesha na picha, unamwona kweli binti ametoka kijijini, ametimua na nywele na yale machanuo tuliyokuwa tunatengeneza machanuo, unalichemsha kwenye moto Nywele zimetimka hivi, yuko kijijini anakuja mjini kufanya kazi. Kamefika ka binti, kamekuwa kastaarabu, kamechangamka, kanamsumbua baba wa nyumba. Yaani, huyu mtoto amefanikiwa, ana kazi, ananitukana mimi, kaambia nenda zako wewe. Mtu unayewekeza kwake sana, huyo ndiyo mtu ambaye baadaye huwa anageuka kuwa adui yako. Lakini taarifa nyingine nzuri kwamba huwa hawaishi muda mrefu. Tulia, usubiri muda wake uishe.